Kwa mba ni maelekezo kwamba zawadi inayofuata ni Mheshimiwa Agrey Mwanri. Tuzo hii ya heshima ambayo anapewa kwa kazi nzuri alifanya katika mkoa wa Arusha ya kupanda miti takribani kwa kila kata. Makofi mengi kwake, mzee wa soma hiyo <laughs> asante sana. Anapokea zawadi kutoka kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu akiwa na furaha kwelikweli kweli. Hawa wananchi walioko mbele yako mheshimiwa, wamefanya kazi kubwa. Taasisi mbalimbali CRDB, natamka hapa kabisa kabisa, walisimama imara katika jambo hili na mabenki mengine. Tulipanda miti hapa, ilikuwa vurugu mechi hapa. Tunakwenda palikaa hapa, pakanyoshwa hapa, utafikiri pamepigwa pasi. Tulifuata sheria ndogo ndogo za manispaa wakati ilikuwa inaitwa manispaa, leo jiji. Hapa panaitwa Geneva ya Afrika. Tukafanya hiyo kazi, hao wananchi wote wamefanya kazi hiyo, vikundi vya hamasa, waandishi wa habari wote walishiriki. Ni niseme tu Arusha, jambo hili ambalo ninazungumza la mazingira, sina haja ya kutoa hotuba ndefu ni jambo ambalo tulifanya sisi wote, naomba tushangilie kwa makofi mengi. Mwenyekiti wa kijiji Elirehema Tito Akio, kutoka kijiji cha Nguruma, wilaya ya Arumeru, huyu ni mshindi namba moja. Mshindi namba mbili ni mwenyekiti Samuel Jonathan Kaaya kutoka Nambala, wilaya ya Arumeru. Makofi mengi kwake. Na mshindi wa tatu, mshindi wa tatu ni mwenyekiti George Solomon kutoka kijiji cha Namayana. Hii ni arusha DC, hiyo ni arumeru pia, bado makofi mengi kwao. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, niombe sasa nitaje mabalozi. Nitaanza na mshindi namba tatu. Mshindi wa tatu ni balozi Julius Paulo Liza, mshindi wa tatu George solomoni na, ma na Namayana, kijiji cha namayana kutoka arusha DC namayana. Mwenyekiti mkurugenzi, tunaomba upokee kwa niaba, kwa sababu yupo mbali. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, karibu upokee zawadi hiyo kwa niaba <laughs> hizo zote nimepata mimi sema zote arumeru zote hizo, wenye viti walioshinda wametokea wilaya ya Arumeru na mheshimiwa Amiri Mkaripa, mkuu wa wilaya ya Rumeru anapokea zawadi hiyo.